Ni kuangalia fedha za bajeti 2025/26 zinakwenda wapi. Kwa mwaka wa fedha 2025/26 serikali imepanga kutumia trilioni 56.49. Mgawanyo wa matumizi wa fedha hizi unaonesha kuwa shilingi trilioni 38.99 imetengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida kwa maana ya mishahara eh, posho, ununuzi wa magari, vifaa, misafara ya viongozi, mabango na kunywa chai, mikopo ya wanafunzi, ujenzi wa vituo vya afya, of course mikopo ya wanafunzi, kulipa, kulipa madeni ambayo ni karibu asilimia 69.04 ya budget yote. Wakati huo asilimia 17.49 sawa na trilioni 17.49 sawa na asilimia 30. Yani, 17.49 sawa na asilimia 30.96, hii ndio imetengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo kwa kwenye bajeti hii zaidi, karibu asilimia sabini ya bajeti, yaani kwenye kila shilingi elfu moja ambayo Mwigulu Mchemba amekwenda nayo pale bungeni akasema tunataka kutumia, alipoambiwa aanze kutumia akachota mia saba kwanza, wamekula wao na serikali, alafu wananchi akawaacha na mia tatu ndio hizo ambazo zinakwenda kwenye shughuli za maendeleo.